E, jina langu naitwa Amani Karaine Lukumai ni katibu mkuu wa viongozi wa kimila wa, wa Masai Tanzania. Kuna matamko karibu mawili ambayo tulikuwa tunataka tuyaseme leo pamoja na agenda zingine za kawaida. Agenda namba moja au azimio namba moja ilikuwa ni kuhusiana na eneo ambalo baadhi ya viongozi wenzetu wa kule Ngutukoiti wamelitamka kwamba walikuwa wanamvunjia e, Mheshimiwa Batilda uchungu Batilda, e, na wakasambaza kwenye mitandao, na sisi baada ya yeye kutujulisha, basi tukalifuatilia tukaona kwamba ana haki zote na kwa maana hiyo na sisi tunapaswa sasa tushiriki pamoja na wale viongozi ili ukweli uweze kuonekana, na ndio sababu tukawaeleza wenzetu wanaotoka sehemu mbalimbali waweze kulijua katika, kujua hilo, kwa sababu moja ya shughuli ya baraza hili ni kuwa mtetezi wa haki za watu hizi, za ardhi, mifugo au chochote kile ambacho mtu anadhulumiwa, tunashirikiana kwa pamoja, na ndio sababu tukasema dunia iweze kutambua kwamba hatuko tayari labda haki ya mtu iweze kupotea. Lakini ya pili nilikuwa ni eneo letu la miaka mingi, ni eneo la historia. Wamasai wana eneo la historia sehemu tatu. Eneo la kwanza ni Elerai hapa, Oretetilongaiki ni eneo la kukutana tu na kufanya sala maalum, lakini eneo maeneo -men -ma mengine matatu niliyosema, eneo la kwanza Elerai na ilianza kutumika mwaka 1774 na kuna eneo ambayo liko Mwandet inaitwa Eunoto, kama kuna baadhi ya wenu ambao aliweza kwenda huko wakati wa profesa Makembe, nayo aliweza kwenda, lakini pia kuna sehemu ambayo iko hai inaitwa Endonyor Morwa ambapo vijana wa kimasai wanaanza kutahiri vijana, graduate, wanaenda wakitahiriwa, wanaenda Lerai, wakishakuwa vijana wanapograduate wanaenda Mwandet ndio inaitwa Eunoto. Lakini wakiwa wazee, wana wanastaafishwa rasmi, wanakuwa wazee, kazi yao kubwa itakuwa ni kutoa ushauri. Hayo maeneo matatu. Ndio sababu juzi vijana walienda ambao wanategemea sasa watoto wao waanze kuingia kwenye kuanza kutairiwa, wameenda wakafanya vurugu. Watu ambao wameenda kujipimia viwanja tisa, na Wamasai wakasema hawatakubaliana na hilo. Sasa kwa sababu ya taharuki, wao walienda kwa lengo la kufanya kikao, lakini nafikiri wali, sijui nani aliwashawishi waka bombomai boma fence ambayo iliwekwa sijui na wale ambao wame, wamepewa. Kwa hiyo tukawaambia watu hapa, tahadhari kwanza, mihemko isitumike isi, isi na wasitumike pia na wanasiasa ambao wanawasukuma ili kufanya vurugu, ila tuingie kwenye uwanja na uwanja kuzungumza kwenye meza moja ya, watu kama hawana taarifa ni, ni yamkini kusema hayo, lakini sisi kumbukumbu tulizopata hapa inaonyesha kwamba tangu 1952 eneo hilo ilikuwa ni ya masetla, walikuwa kuna Wajerumani walikuwa naishi kule, na kuna mtu ambaye ndiye aliyemuuzia hiyo eneo, na yeye akawa amenunua. Lakini baadaye sana akaja akakubali kuwapa sehemu, alifikiri alikuwa anahitaji kiasi cha ekari e, sijui na plus, lakini pia 1 akawapa kijiji. Kwa hiyo hajachukua kutoka kijiji. Kijiji cha ikutukoiti ni kijiji ambacho kinazaliwa juzi, nafikiri hata usajili wake haupo. Ilikuwa chini ya ilikuwa inaitwa eh, ina, ina, ina kijiji ambacho walikuwa nacho mwanzoni, ambaye sasa ndio wamekigao kwa kijiji. Mwanzoni ilikuwa inaitwa Losinoni Juu, walikuwa Losinoni Juu. Kwa hiyo huku ilikuwa kama kitongoji au, au sehemu wa, ya watu wachache ya sehemu ya malisho, kwa hiyo haijachukuliwa eneo la kijiji, na ndio sababu tukasema kama wao wana uthibitisho kwamba ilikuwa ni eneo la kijiji, basi tumwambie Matilda achie eneo la wananchi. Lakini kama sio la kijiji, basi wananchi pia wasiwe ni chanzo cha kusukuma. Na tunajua kwamba ni wanasiasa, kwa sababu jambo hili huwa linaibuka tu kipindi ambacho, kwa ni cha siasa. Elfu mbili na kumi na tisa, sasa ni mwaka huu, elfu mbili na ishirini na tano, ni kipindi ambacho watu wengi wanasiasa wanataka kuwachafua watu baadhi ili, ili sifa zao pengine wanafikiria wana, wana angetaka kuja kugombea basi ile sifa yao inaharibika, au kitu ambacho watu wanatamani, kwa sababu ya thamani ya ardhi ya sasa hivi, kile kitu ambacho wananchi wanakipenda basi wakisemee ili, ili, iwe ni sehemu ya kuwashawishi kupata kura. Tamko la viongozi wa Maria katika kikao cha tarehe 26 mwezi wa sita hapa makao makuu Oretet Longai Maria kwamba namba moja, mambo ambayo tunaazimia leo, kwamba tumepokea barua kutoka kwa, ya kuomba msaada kusuluhisha mgogoro wa ardhi kati ya mwekezaji mheshimiwa Batilda Buriani, e, Buriani na mwananchi wa kijiji cha Engutukoiti kata wa Oldonyowas wilaya ya Rumeru. Tumepokea hiyo barua epokea pia vielelezo vya eneo hilo ambayo ni hati miliki, hii hapa imeandikwa right of occupancy, inayethibitisha kwamba eneo hilo limeanza kumilikiwa tangu elfu mbili na kumi na mbili na tumefuatilia pia ofisi ya ardhi wilaya ya Arusha DC, na kujiridhisha kwamba kila mwaka mwekezaji kwa maana ya Batilda analipa ada za serikali na kwa hiyo eneo hilo ni mali yake halali. Namba tatu, tumewaita viongozi sita ambaye ni viongozi malaigwa nani wangu tuko iti kuja kushirikiana nasi katika shauri kupata majibu katika shauri hili. Tumemwita alaigwana anaitwa Saruni wala Shilari Molel. Tumeita viongozi watatu wa Molel na watatu wa Laiza. Huyu Saruni wala Shilari Molel ni wa kwanza. Tukamwita mwingine anaitwa Matayo olobis Laiza na mwingine watatu Peria Taiko Molel, Leskar Olobis Liza Nairisha Orkedenye Molel na Isaac Mbapeta wa Laiza, katika vikao vyote viwili hapa Maria wakiwa kama viongozi wenyeji katika eneo lenye mgogoro, lakini hawakuja na wala hawakufuatilia walitulichowaitia na hii ni kinyume na wajibu wa kiongozi wa kimila katika kufuatilia mambo ya mambo na kusuluhisha na kuwapatanisha watu katika eneo lake. Nne, tumelazimika kutoa kusudio la chungu kwa muhusika kwa mtu yoyote anayehusika au kikundi cha watu wanaotaka kudhulumu eneo, eneo lake la halali la Batilda Bariani na tut na kumchafua jina lake akiwa kiongozi wa serikali kwa lengo la kuharibu kazi yake. Kibali cha chungu kitatolewa tarehe 11 mwezi wa 7 2025 endapo usuluhishi hautatokea au utafanyika. Tano, kiongozi viongozi wote wa mila wa eneo la karibu na Ngutukoiti wafuatilie na waelewe kwa undani tatizo hili na waele, waelimishe wananchi ukweli wa jambo hili ili kuondoa utata. Endapo kuna mtu au kikundi cha watu wenye vielelezo vinavyoonyesha eneo ni la lenye mgogoro basi walete hapa Maria, ili sote tusaidiane kutetea eneo la wananchi, na kama hakuna basi watulize wananchi katika mihemko wa, na moto waliowasha ya kuwadanganya wananchi, kwa kuwa eneo ni la eneo hilo ni, ni, like, na, kama eneo hilo sio la like, kijiji namba sita. Kwamba viongozi wa mila kwa umoja wetu wasitumike na wanasiasa na watu wenye masilahi binafsi kutu, kusa, kukosana, kukosanisha amani katika jamii ikiwa ni chanzo ni wao. Namba saba, baraza la Maria halitawavumilia viongozi wa mila wasiowajibika kikamilifu katika jamii kadri kiapo chao kwa kushindwa kutoa ushirikiano na malaganani wenzake na serikali. Namba nane, kwamba baraza litaendelea kutetea haki ya kila mtu mmoja mmoja, kikundi cha watu inayotoka kupora na kuporwa na mtu au kikundi cha watu pasipo mastahili au haki zao.